Okay, hi guys, naitwa Junior, kama mnavyoona, naenda kuanzisha channel yangu ya YouTube. Hii channel tutakuwa tunaongelea kuhusu mambo ya wanaume, mambo ya kupambana, mambo ya motivation na self motivation kiujumla. Kwa hiyo ndo naenda kuposti video hii ya kwanza kabisa naenda kuiposti kwenye YouTube channel yangu ambayo inaitwa Junior Liquors, ambao ndo jina langu mimi, najulikana kama hivyo. Na post tu kwamba self motivation na maendeleo yangu kwa ujumla, maana nitakuwa na ile jambo ambalo nilijiambia kwamba nitafanya au niliwaelekeza mtafanya, na mimi nakuwa nimeshalifanya niwape feedback kwamba outcome inakuja kuaje? Kwao naomba mtune in kwenye YouTube channel yangu, sijui itafikaje, sijui itafika wapi, lakini naenda kumtanguliza Mungu kwa mimi. Mw, Mwenyezi Mungu, naomba usaidie YouTube channel yangu ikue kubwa siku moja, tegemei wewe leo wala kesho, lakini naomba nipe nguvu, niendelee kuposti, niendelee ku kujipambania, niendelee kuifikisha mbali, niendelee kujua vitu vipya, katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini amen.